Hello guys, karibuni kwenye chaneli yangu Madam Judy Cooks and Bakery. Leo tunaenda kuona vifaa muhimu vya keki, vifaa muhimu vya keki. Kwanza kabisa, tunatakiwa kuwa na mashine hii hapa, mnaiona hii, hii ndio mashine yetu ya kusagia. Baada ya hapo, tunatakiwa kuwa na bakuli ili hapa linalotumika kwenye hii mashine. Baada ya hapo, tuna hizi, hii inaitwa michapio. Kwa hiyo nitakuja kuwaelezea kwenye video inayofuata kwamba kazi yake ni nini. Kuna mchapio huu hapa wa kwanza na mchapio huu hapa wa pili. Kazi zake zinakuja kwenye video inayofuata. Usisahau kufuatilia kulike, kusubscribe kwa ajili ya video inayofuata. Kifaa kingine ni hiki hapa, huu unaitwa mwiko. Mwiko unaotumika kwenye keki, sio kwa ajili ya kupikia chakula. Hapana, huu ni mwiko kwa ajili ya kupikia keki kwa jina la Kiingereza ni spatula. Baada ya hapo, tuna hiki kifaa, nitakuja kuwaelezea kazi yake ni nini. Baada ya hapo, tuna hiki hapa kama mnavyokiona, tunaita spatula, na yenyewe tunaita spatula, nakuja kuwaonesha kazi yake. Tuna hiki hapa kisu, hiki kama mnavyokiona, kisu hiki lakini sio kile kisu kama tunachotumia jikoni kwa ajili ya kumenyea nyanya, hapana. Hiki ni kisu kwa ajili ya keki. Kingine hiki hapa kama mnavyokiona, hiki hapa kifaa kingine na chenyewe ni kisu, lakini hiki utofauti wake kina meno kama msumeno. Hiki kinatumika kwenye keki. Kwa hiyo hizi zote kwa jina moja tunaita spatula. Baada ya hapo tunatakiwa kuwa na tissue, kama mnavyoiona kwenye keki lazima tuwe na tissue. Baada ya hapo tunatakiwa kuwa na bakuli ili yapanta. Kifaa kingine ni hiki hapa kama mnavyokiona, hili ni chujio. Tutaangalia pia kazi yake ni nini. Kifaa kingine cha muhimu kabisa kwa mpishi wa keki hii hapa, kama mnavyoiona, zipo za aina mbalimbali. Tunaita turntable hii, sasa utaiona kazi yake, zipo za aina mbalimbali, kuja kuwaonesha hivi vifaa vinafanyaje kazi. Kwa hiyo msiache kufuatilia Madam Judy Cooks and Bakery kwa mafunzo zaidi na mapishi ya keki na vyakula mbalimbali mbali. Kwa mafunzo zaidi unanipata kwa namba zangu za simu 0679696119. Karibuni sana, msisahau kulike na kusubscribe. Chao.